Unasali dini, if you are religious, is it for civilization? Is it okay kama dini yako ni kwa sababu ya ustaarabu walipokwenda mishonari eh? Kama unasali kwa staili hiyo is it right? Lakini kama unasali wale waliozaliwa mara ya pili, hello hello, a second born Christian, mtu uliyezaliwa mara ya pili, sio kwa mapenzi ya damu na nyama, sio kwa mapenzi ya baba na mama, umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Wewe si mbegu ya limikayo. Kwa nini dunia nakuharibu baada ya k mbegu isiyoharibika. Mbona unaharibiwa na mavazi? Mbona unaharibiwa na usemi? Mbona unaharibiwa na watu? Wewe ni mbegu isiyoharibika. Haleluya, hey. Ndio Mungu anasema, umezaliwa si kwa mapenzi ya damu na nyama. Wewe umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, kwa damu, kwa Roho, wala si kwa mapenzi ya damu na nyama. Kwa hiyo wewe ni mbegu usiyoharibika. Haleluya, hey. Hata ungekaa mahali watu wanaroga usiku na mchana, uwezi kuharibiwa na matukio yale, kwa sababu wewe ni mbegu isiyoharibika mbegu isiyoharibika nisikiliza, ina sifa, imetibiwa vizuri, imewekwa kinga ya kutosha, ina dawa, ina dawa makini. Hata ngiweka katikati ya wadudu wa bunguzi wanaobungua, watabungua zingine zote, wewe utabaki imara, kwa sababu ni mbegu isiyoharibika. Kama unampenda Bwana sema amen kuna mtu nakuta, ameokoka na ameharibika, anasema, unajua mchungaji, nashindwa baba, kwa sababu yaani, hapa anapokaa naye sani ni mimi tu. Kwa hiyo maneno watu wote, akifungua redio ni taarabu, unajikuta tunao. Umetikisa umetikisa baba, umetikisa. Yaani watu kumi, wewe uliyeokoka mmoja unapaswa kubadilisha watu elfu moja kwa hesabu ya Mungu, yaani inisho power, ile nguvu ya kiroho uliowekewa ndani wewe kuwezesha kubadilisha watu elfu moja wamfuate Mungu neyemaputu. Haleluya! Hata kama unawashuhudia hawataki, ni jambo la muda tu, endelea kuomba, maana maandiko anasema mmoja atakimbiza elfu na wawili watakimbiza elfu kumi na mia. Rama, mangaza, kwako, Mungu ameshatuambia kwamba watu watakujia, wataufata mwangaza wa kuzuka kwako, watamjia Mungu wa utukufu wako, watu sio wewe ufate matendo yao. Haleluya, wewe ni mbegu isiyoharibika. Shuka hili neno, wewe ni mbegu isiyoharibika. Shetani asikudanganye, wewe huharibiki. Dunia haiwezi kukuharibu wewe. Ukimpokea Yesu, umezaliwa mara ya pili. Asili ya kwanza imeondoka, imeingia asili ya mbegu ya Mungu isiyoharibiwa na jini, isiyoharibiwa na mzimu, isiyoharibiwa na ndoto. Wewe huharibiki. Kama nampenda Yesu, sema amen. Hi kafuku tafuta metenda dhambi anasema, eti baba ni mapando amenipandia <laughs> nilikuwa nimeanza, nikaona kabisa mtu anapanda vitu, baada ya siku mbili ndo nikaona ile roli roli imenifaa wewe, acha uongo. How devil can plant to a city? Shetani anaweza ja kupanda kwenye mbegu? wewe ni mbegu. Haleluya, haleluya. Kuna maandiko yanayofaa baadhi ya watu. Wewe ni mbegu ya Mungu isiyo haribika hata ungekaa katikati ya wanachuo ambao hawamjui Mungu, wanaenda disko wote, wanarudi wewe bado huwezi kuharibika. Hata ungekaa katikati ya watu wanaopinga maombi. Danieli, nakupa mfano wa maandiko, alikuwa ni mbegu ya Mungu katikati ya taifa la Babeli, katikati ya utumishi wa Babeli, na alikuwa na cheo kikubwa, alikuwa mkuu wa wilaya, lakini katikati ya wakuu wote wa wilaya yote ya Babeli